Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tayari kabisa akielekea uh, ndani ya uh, kanisa hili kuungana na viongozi wengine. Anaonekana mchungaji huyu uh, Dr. Alex Malasusa, kiongozi huyu wa Kanisa la KKKT, naye akisalimiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiingia katika eh, kanisa hili kama nilivyokuambia, kushiriki basi na waumini wengine, viongozi mbalimbali ambao wako hapa katika kumsindikiza hayati Cleopa David Msuya katika safari yake ya mwisho ikihitimishwa hii leo kijijini kwake eh, Chomvu hapo baadaye ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atashiriki, na sasa tusikilize utaratibu kwa mara nyingine tena the Think Qualities Foundation wa ushirikiano wa hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753108944 au 0738229449 Saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili. The Same Qualities Foundation hatua moja tabasamu moja.